Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Jumatano, juma la kumi, kipindi cha kawaida cha mwaka mwaka C wa Kanisa. Pia leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Barnaba, mtume. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume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 wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Na mji wowote au kijiji chochote mtakachoingia, tafuteni ni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka. Nanyi mkiingia katika nyumba isalimuni. Na nyumba ile ikistahili, amani yenu na iifikilie; la kwamba haistahili, amani yenu na iwarudie ninyi. Neno la Bwana sifa kwako e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, katika masomo tuliyoyasikia hivi punde, leo tunatumwa kuwa vyombo vya kutetea uhai na kuleta matumaini kati ya watu wanaoteseka. Katika injili ya leo tunamwona Yesu akiwatuma mitume wake kwenda kwa watu ili kutangaza ufalme wa Mungu. Anawatuma kwa watu walio na changamoto mbalimbali mbali za kiroho na kimwili. Anawatuma kwa watu walio hawawezi, kwa wagonjwa, wakoma, maskini na wale waliotelekezwa na kuachwa kando ya jamii. Anawatuma kurejesha tumaini na tabasamu lililotoweka kutokana na changamoto za kimaisha. Anawatuma kuwaweka uhuru wale ambao wamefanywa kuwa watumwa wa namna mbalimbali. Yesu anawatuma wanafunzi kwenda kujifunza maangaiko ya watu lakini pia kushiriki kubeba mizigo yao. Yesu hawatumi kutangaza tu ufalme wa Mungu kwa maneno tu, bali pia kwa matendo. Ndiyo maana anawatuma na kuwapa mamlaka ya kuweza kupoza wagonjwa, kufufua wafu, kutakasa wakoma. Haya yote anawatuma na anawaambia wayafanye bure. Kwa vile wao wamepewa bure. Matendo haya yanaashiria kuwa Kristo alikuja kumrudishia mwanadamu uhai na afya. Lakini pia katika mtazamo wa kiroho, Kristo ndiye tabibu wa roho zetu. Wapendwa wa taifa la Mungu, hii inatuonyesha kwamba tunaalikwa nasi pia kwa vyombo vya kurejesha uzima na tumaini. Katika mazingira tunayoishi na kufanya kazi, tunakutana na watu wa namna nyingi wenye changamoto za kila namna: wapo wagonjwa, wapo yatima, maskini, fukara, watoto wa mitaani na kadhalika. Hawa wote wamewekwa kati yetu, na Kristo anatutuma kati yao ili tumwakilishe katika kurejesha tumaini na tabasamu lao. Swali kwetu ni kwa namna gani tunaguswa na maangaiko ya wenzetu? Pia ni kitu gani cha kipekee tunafanya hasa pale tunapokutana na watu wenye hali na uhitaji kama huu. Leo Kristo anatuamuru tufungue mioyo yetu na kunyosha mikono yetu ili kuwasaidia na kugusa maisha yao na mahangaiko wanayoyapitia. Yesu pia anawaambia mitume kuwa wamepewa bure watoe bure. Yesu aliwapa mamlaka wanafunzi juu ya pepo, lakini pia aliwapa uwezo wa kuponya kufufua wafu na kutakasa wakoma. Hivyo anawasii yale yote walionayo, nayo wafanye kwa huduma, sio kupata maslahi binafsi. Hii inatuarika kushirikisha vipawa. Wapendwa taifa la Mungu, Mungu amemjalia kila mmoja wetu kipawa na zawadi mbalimbali. Sidhani kama kuna mtu aliyemwomba Mungu kuzaliwa, lakini pia sidhani kama kuna mtu ambaye ana kipawa ambaye anahisi ilikuwa haki yake kuwa nacho. Hii inaonyesha kwamba aya yote tuliyonayo tumepewa bure. Leo nasi tunaalikwa kushirikisha vipawa hivi bure. Kutumia vipawa hivyo kwa manufaa ya wengine, siyo kuvitumia kwa manufaa yetu binafsi. Tumepewa vipawa hivyo ili tufaidiane. Mara nyingi tukiangalia yale tuliyonayo au vipawa tulivyonavyo, vikiwa ni vingi ni rahisi sana kujisahau na kuona kuwa ni juhudi zetu, na wakati mwingine tunadiriki kuwabeza wenzetu kuwa wao hawana chochote, lakini pia wakati mwingine tunaona kuwa hawajishughulishi na hivyo tunawakosea heshima. Hii leo tunaalikwa, vile tulivyonavyo viwanufaishe wenzetu pia. Kristo anawakataza mitume wasibebe chochote. Yesu analenga mitume wasifungamane na vitu vyovyote ambavyo vinaweza vikawakwamisha katika kuwa wepesi kutoa huduma. Anataka wamtegemee Mungu katika kila kitu na sio kutegemea nguvu zao binafsi. Jitihada na nguvu zao zote ziwe katika kuwahudumia watu. Kama mitume nasi tunaalikwa kujitafakari na kuona ni mambo gani ambayo tumeshikamana nayo yanayotuzuia kuwa wepesi kutoka kwenda kumsaidia jirani. Yale yanayotufunga na kutuzuia kuwa wepesi kwenda kutoa msaada kwa wale wanaohitaji. Tunaalikwa kutafakari juu ya ni mambo gani ambayo yanatufumba macho na kushindwa kuona sura ya Mungu katika wale wanaoteseka na wale wanaotukimbilia wakiomba msaada. Ndugu zangu wapendwa, leo kanisa linafanya kumbukumbu ya mtakatifu Barnaba Mtume historia ya mtakatifu huyu tunaipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya nne aya thelathini na sita hadi ya thelathini na saba Mtakatifu Barnabas alizaliwa huko Kipro. Jina lake halisi aliitwa Yosefu, lakini baada ya kubatizwa na kujiunga na kundi la mitume alibadilishiwa jina na kuitwa Barnaba. Maana ya jina lake ni mwana wa faraja hii ni kwamba mitume wanampa jina hili kwa kutambua juhudi na kazi kubwa aliyoifanya ya kuatia moyo wa Kristo, hasa nyakati za madhulumu ndani ya kanisa. Mtakatifu Barnaba ndiye aliyeuza shamba na kaileta fedha yote miguuni pa mitume. Mtakatifu huyo ni kielelezo cha kuwa watu wa kuleta matumaini kwa watu kama anavyojulikana kuwa mwana wa faraja. Pia anatufundisha kushirikishana vipawa tulivyo navyo na, na kutojishikamanisha na vitu, kwa maana yeye alikuwa tayari kuuza vyote alivyokuwa navyo, lakini pia alikuwa tayari kuacha yote aliyokuwa nayo kwa ajili ya Kristo. Hii inajidhihirisha pale anapoamua kuuza ardhi na vitu vingine alivyokuwa navyo na kukabidhi ile fedha miguuni pa mitume. Hii inaonyesha kwamba alikuwa tayari kuitikia ule mwito wa Kristo wa kutokubeba kitu chochote, wa kutojishikamanisha na kitu, bali kujitoa na kuwa tayari kwa ajili ya huduma. Kumbe hii leo tunapomtafakari mtafakari huyo mtakatifu Barnaba Mtume, nasi pia tujitahidi kuwa vyombo vya kuweza kuleta matumaini lakini pia kuwa watu ambao wako tayari kuwacha yale yote tuliyonayo lakini pia kuwa tayari kushirikisha vile vipaji tulivyo navyo ili vinufaishe jumuiya nzima inayotuzunguka ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateri Christian Katushabe John wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo! Milele amen.